Nimekuwa nikipita katika maeneo yote kusisitiza juu ya tarehe 13 Januari, shule zimeshafunguliwa. Nilikuwa ninapitia takwimu katika ngazi ya mkoa, lakini pia nimesoma takwimu ngazi ya wilaya. Kwa upande wa shule za msingi hapa Sengerema, maoteo yani wanafunzi wa darasa la awali waliotarajiwa kuandikishwa ni elfu kumi na tano 529 ambao hadi leo wamekwisha kuandikishwa ni wanafunzi 1800 1509 ambao hawajaandikishwa darasa la awali ni wanafunzi 1, 7020 sawa na asilimia, uandikishaji huo ni sawa na asilimia 55. Kwa hivyo rai yangu ni kwamba wazazi wapeleke watoto wa awali shuleni wakaandikishwe na waripoti shuleni kwa sababu shule zimekwisha kufunguliwa. Hilo la kwanza, lakini la pili, darasa la kwanza ambao walitarajiwa kuandikishwa hapa Sengerema ni 15 429, ambao wamekwisha kuandikishwa ni 8 410 ambao hawajaandikishwa ni elfu saba na kumi na tisa. Yaani, ukiangalia hizi takwimu ni nusu kwa nusu. Kwa hiyo wazazi ndio wenye jukumu la kuupeleka watoto kwa ajili ya uandikishaji, lakini wataalamu wetu watumishi wetu wa serikali, serikali za vijiji, mnao wajibu. Nyie ndio mnaofahamu mtoto gani amefikia umri wa kwenda awali, mtoto gani katika mtaa mitaa yenu katika vitongoji vyenu wamefikia umri wa kwenda shule ya msingi. Hawana ha haja ya kukosa kuandikishwa, kwa sababu hakuna gharama ya kufanya hivyo. Kwayo serikali za vijiji tuwasaidie, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, maafisa elimu, ili watoto hawa waweze kuandikishwa. Hadi leo ni aibu kwamba ni asilimia hamsini na nne tu ya watoto wanaostahili kuanza darasa la kwanza ndiyo ambao wameandikishwa hapa wilaya ya Sengerema. Kwa wazazi ambao watoto wao wamechaguliwa form 1 lakini hawajaenda kuripoti shule, kamati hizo zifanye kazi. Watendaji wa kata na vijiji wapewe orodha ili wawasake wazazi ambao hadi leo hawajawapeleka watoto shule pasipokuwa na sababu za msingi. Wanafunzi, tumeshatoa wito na tumetoa maagizo wanafunzi kama hana uniform apokelewe aripoti, utaratibu uwekwe baina ya mkuu wa shule na mzazi kwamba wakati anaendelea kupokelewa pale shuleni apewe muda gani huyo mzazi, ili kuhakikisha kwamba anakuwa na uniform zinazofanana na watoto wengine. Kama mwanafunzi hana kiatu kizuri, lakini anayo yebo yebo, avae yebo yebo aende shule, halafu apewe muda huyo mzazi kwamba baada ya muda fulani mtoto wako ni lazima afanane na watoto wengine. Lakini pia kwa sekondari, sera ya elimu iko wazi kwamba chakula kwenye shule zetu ni swala la wajibu, na ili hatuna mjadala. Hatuwezi kuwa na maendeleo ya sekta elimu kama watoto wanakaa njaa shuleni, lakini ninachokisisitiza ni kwamba wakuu wa shule na maafisa elimu michango michango ambayo haiko kwenye utaratibu serikali ilishakataza, lakini mchango wa chakula ni wajibu, kwa sababu chakula hicho kitaliwa na mwanafunzi huyo akiwa hapo shuleni. Watendaji wa serikali tuwasake wazazi nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Wale ambao hawataki kupeleka watoto shule ni lazima wachukuliwe hatua, kwa sababu mtoto anazo haki zake na moja kati ya haki ya mtoto ni kupata elimu. Kwa hiyo mzazi ambaye hana sababu za msingi za kutompeleka mtoto aliyechaguliwa kidato cha kwanza, sheria zipo na zifuata, na tathmini tutaifanya mwisho wa mwezi huu. Tutakuwa tumeshamaliza mwezi mmoja toka shule zifunguliwa, tutafanya tathmini tujue ni wilaya gani inatekeleza wajibu, ni wilaya gani ni ya mwisho katika zoezi watoto kuripoti, lakini pia wako wanafunzi ambao wameacha shule. Dropout ni kubwa kabisa hapa Sengerema. Tukishaendekeza namna hiyo, elimu haitakuwa mkoa wa Mwanza. Tukishafanya hivyo, wazazi watakuwa hawawajibiki. Kwa hiyo ni vizuri sheria zikafuata. Tunataka kila kundi lipate taarifa kuhusu bima ya afya. Leo hii hapa wananchi hata huyu mwenyekiti wa kijiji nikimuuliza kuhusu mpango wa bima ya afya hawezi kuusema, lakini wanaitisha mikutano ya kijiji. Watendaji wote wanatakiwa waite mikutano mikuu ya kijiji, ili wataalamu wetu wa afya waende kwenye mikutano hiyo na waweke ratiba, ili kwenye mikutano hiyo, mapato na matumizi, ajenda ya kwanza, ajenda ya pili ni bima ya afya kwa sababu inawagusa wananchi wote. Bongo Play TV.